Bana, utakuwa po good sana. Mdau wa InfoPlasi Media, so kama kawa, tumekutana tena kwenye chimbo la story kodi, na leo tuna kodi za 255 yaani plus 255 bongo nyumbani Tanzania hapa. Moja kati ya story ambayo imechukua headline sana kwenye digital platforms za mitandao ya kijamii baada ya msanii Kusah wiki mbili zilizopita kudondoka pale nyumbani kwao ta Tanga Bumbuli kwenda kuwasalimia wazee, lakini pia kuwasalimia wa wale washikaji ambao alikuwa anasonao Times zile pale. Tunajua ni kwamba mshikaji bana, before kuwa artist e, alikuwa ni bodaboda na alikuwa anafanya shughuli mbalimbali ambazo mba zinazopatikana pale nyumbani kwao. So surprise ilikuja baada ya kukutana na rafiki yake ambaye wanapendana kupita maelezo, naye sehemu ingine ni Ally. Lakini surprise ambayo uh, tulikutana nayo pale, huyu mshikaji wake na Kusah ambaye ni Ally yeye ni mlemavu wa miguu yote miwili. So, hiyo hapo ilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho uh, kimewastaajabisha sana watu wengi na ule upendo wa nguvu ambao msanii Kusah aliuonyesha kwa jamaa hapo, kupiga naye picha, kuishinaye kwenye upendo na nini Ivan. So, hii video hapa itakuonyesha kwa urefu kwa kila kitu ambacho a, Kusah amekifanya, upendo fulani ambao ni wa kuigwa. So furaha ilikuwa kubwa sana baada ya Ally kumwona Kusah, na Kusah pia kumwona Ally e, kwa mara nyingine tena. Kusah bana, alisikika akisema ni kwamba moja ya washikaji ambao nimeishi nao pisi sana na wakiniombea namna moja ama nyingine, naweza kutoboa katika ya maisha ni huyu mwanangu sana hapa, Ally ambaye munayemuona. So ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa washikaji wawili kukutana kwa mara nyingine tena. Lakini pia comment zimekuwa ni nyingi sana kwa baadhi ya wadau wa muziki na jamii kiujumla. So uh, kuna vitu ambavyo msanii Kusah bana, kama surprise, amevifanya kwa Ally na kuonyesha upendo kwa namna moja ama nyingine. Hapa ipo video fupi ambayo nimekuwekea, utazame the vile ambavyo Kusah anamuelezea vizuri sana rafiki yake ama ndugu yake Ally. Ni upendo wa hali ya juu big time sana kwa Kusah, imetuangalia video hapa. Hey, bwana ilikuwa zangu Bumbuli hiyo siku, mvua ilikuwa inanyesha mno, barabara ilikuwa ipitiki kabisa, lakini nikasema nitakoma hapa kani kwa rafiki yangu Ali sukumana, nikafika salama, nikamchungulia Ali jikoni, anapokaga kaga mwenye akupepa kaga ni kwenye akaniona, alifurahi mno Ali kama unavyoona <laughs> ya tukasalimiana wenyewe kama kawaida yetu ya

Bia fungye, uko, uko, uko. Nikasema basi hamna shida chanili nikamwage bibi nikamwaga bibi pale, nikamwelekeza kamfuata rafiki yangu Ally, nikamchukua mdogo mdogo wenye mpaka kwenye gari, tukaanza safari yetu wenyewe kwenye gari vizuri kabisa nikiwa na rafiki yangu Ally. Alifurahi mno kama unavyomwona hapa, anashangilia zake, anaimba <laughs> Hivi. Hmm. Hivi hivi hivi hivi kwa kwa kwa fresh tulipiga safari ikuwa kabisa, tulipiga a, alikuwa mfuraha mno, kama anavyomwona anataasamu, anapiga stori, anaimba. Tukafika wenyewe, tukapaki gari, kamchukua rafiki yangu Ally au mdogo mdogo mpaka nyumbani kwa bibi Joi pale aka nkaenda rafiki yangu tukapiga stori kidogo, nkamchukua nkaenda kumuogesha hali, nkamvalisha nguo vizuri, kampakapaka mafuta ya murua pale mwenyewe, hali akaongea na mama Nono, anampendaga mwenyewe. Basi tukapigapiga letu stori, tukacheka we na masela nje hapo, tukaingia ndani kidogo, akamsalimia Nono, wakasalimiana, nikampa maelekezo Nono kuhusu hali pia kwamba ni babake mkubwa, mkumbuke na nini na nini hivyo tukanaze tu mikono pale, nikaanza kumlisha rafiki yangu Ally, tukala pamoja chakula tukapiga sana stori, kila kitu kikaenda sawa. Yani kamaonyesha mtoto kila kitu kilikuwa poa sana. Baada ya hapo sasa, ehe, nikamuonyesha Bwana Ally zawadi yake. Ally alifurahi mno, yani mpaka mwenyewe nilikuwa naona kabisa hapa Ally anafurahi. Kwa hiyo Ally alipata kiti chake cha wheelchair, alifurahi mno na alishukuru sana akaniambia baadhi ya maneno pale kwa Kisambaa kwamba anashukuru sana, sana, sana, na hata alichokitoa au nichokiwekeza sibi na nini, Mwenyezi Mungu atanilipa. Hivyo aa, basi kikubwa zaidi yale nikampelea, nikamaliza pale, tukapiga piga story, nikamwambia basi ndo kamwage mama akaenda kumwaga mama. Lakini kikubwa ambacho alikuwa anamwambia mama, alikuwa anasema kwamba sijui nani ataanza kufa kati ya mimi na Kusah, lakini ipo siku tutakutana huko kuzimu, najua watu wanakutana. Ally ni rafiki yangu sana na nampenda. Baada ya hapo tulianza safari yetu ya kurudi nyumbani na mkamrejesha nyumbani Ally tukafika salama kabisa nyumbani pale, nilimkuta mama yake akatupokea, nikampeleka mpaka ndani pale sehemu karibu na jikoni apumzike mwenyewe kidogo, apige stori na mama, kamwachia hapo rafiki yangu hal. Hivyo ndivyo ambavyo alivyokuwa bana. Mapokezi yalikuwa ni mazuri sana, lakini surprise zilikuwa ni nyingi sana e, baada ya watu wawili hao kuonana kwa mara nyingine tena. Be blessed. Subscribe, like, share, comment, ili tuendelee kupeana michongo mingine kutoka hapa InfoPlasi Media, ya Story Code Lodi Icon kineta mic controller mjama ni mwingi kinoma noma hivi no, wakati mwingine, bye bye.